kwa mujibu wa hotuba hii ambayo ameitoa Rais Samia Suluhu Hassan, sasa ameiweka wazi kwamba walioshiriki maandamano walikuwa ni vijana ambao walikuwa wamelipwa na mashirika yasiyo kiserikali yani NGOs kutoka ndani na nje ya Tanzania, tofauti na pale awali alipokuwa amesema kwamba vijana waliohusika kwenye maandamano walikuwa sio vijana wa Tanzania. Wengi waliokamatwa walikuwa ni vijana ambao walikuwa wametokea katika mataifa ya nje, japokuwa hakutaja ni mataifa gani haswa. Lakini sasa baada ya kutengeneza tume ambayo ilikuwa inaenda kusimamia suala zima la maridhiano na kuwa anawaadres ma akawa anatoa hotuba kwa taifa alisema kwamba vijana hao wengi walilipwa fedha kwanza kabla ya kuingia mtaani. Sasa moja kati ya kitu ambacho alikuwa anaomba tume hiyo kuweza kuchunguza ni kuhusiana na nani ambaye alitoa fedha hizo na fedha zilitoka wapi taka vijana hao. Uh, uchunguzi huo ukishafanyika ibainika kabisa kwamba mashirika hayo ambayo sio ya kiserikali NGO ambazo zilihusika katika kuwafadhili vijana hao zilitoa pi pesa na walifanya hivyo kwa njia ya namna gani, lakini pia akawanauliza kwamba kulikuwepo hakuna njia nyingine tofauti ya kuweza kusuluhisha tatizo ambalo lilikuwepo, changamoto ambazo zilikuwepo kati ya tume ya uchaguzi pamoja na vyama vya kisiasa na watu wengine ambao walikuwa hawapendelei hiki ambacho mfumo ambao ulikuwa umewekwa. Sasa sijui una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho anakisema kwamba vijana waliweza kulipwa na mashirika yasiyo kiserikali kwenda kusimamia na kuzua vurugu hizi? Ndio ondoka pale chini kwenye uwanja wa comment.